Tunatakiwa tu concentrate kuhusu utekelezaji wake, na ameelekeza uratibu wa shughuli zinazohusu vijana katika wizara zingine, mifuko ya kusaidia vijana katika sekta zingine. Hili ni jambo kubwa na tunaenda hatua nyingine. Nimesema na jana pale, kutengeneza kazi kwa ajili ya vijana. Ilani imesema zaidi ya milioni nane na nusu ajira kwa vijana. Tumeanza, tumesema hili litafanyika kwanza ndani ya serikali na taasisi zake kwa uwazi. Na bahati nzuri, ili jambo la kazi ajira liko ndani ya ofisi ya waziri mkuu. tutar, tutar, tutaratibu yote, pawe na usawa. tuwe na, tuwe na usawa eh, tuwe na equal access ya kijana wa Kitanzania kupata kazi kuanzia matangazo, upatikanaji, mchakato na upatikanaji wenyewe wa kazi. Zamani, zamani kulikuwa kunaweza kukawa na mkoa mmoja tu ndio una wasomi ili kuwepo hiyo zamani. Sasa hivi hamna mkoa ambao hauna wasomi. Hamna wilaya ambayo haina wasomi. Hili tutaliratibu kuweka usawa ndani ya nchi. Tutaliratibu. Hakuna mkoa sasa hivi usio na wasomi. Zamani nawasemaga mashemeji zangu wakati wana Kilimanjaro wana shule zaidi ya 188. Singida ilikuwa na shule mbili, mkienda kwenye ajira mwezi kuwa sawa nao watu. Sasa hivi kila kata ya nchi hii ina product ambayo imeisha toka chuo kikuu, ndio hii tutairatibu, tutaratibu. tutaratibu access to information sio aliyeko sehemu, kuna 1G kuna 2G akose nafasi, kwa sababu we walioko na 5G wameweza kufikia. Hii nchi lazima tuijue kwa undani wake na mapana yake. Mimi Mheshimiwa Waziri, nilikuwa kidogo niathirike kujiunga na chuo kikuu. Nime nimemaliza form 6 nimeshapata eh, pasma kinao niruhusu kwenda chuo kikuu, nimesha apply chuo kikuu nikarudi zangu kuchunga nikisubiri tu tarehe za chuo kikuu kufunguliwa. Kumbe hapa katikati likatoka tangazo kwamba wale wote wanaotakiwa kujiunga na chuo kikuu wanatakiwa wafanye mtihani wa kujiunga na chuo kikuu unaitwa matriculation. Mimi niko porini Sekenge kule nachunga kila siku, na mtoto mdogo, sina redio, kwa naendelea zangu kuchunga nikisubiri tarehe ya kufunguliwa chuo kikuu kwa sababu nilishafaulu na nimeomba kujiunga, nimeenda kujaza fomu mwenyewe UD. Wakaambiwa wa, wa, wa, wakaona kwenye matangazo wengine, muda uliowekwa ukaisha, zikaongezwa siku za wale wote walioomba kujiunga na chuo kikuu walipie wakafanye mtihani ule. Mungu alivyo mwema, siku moja pale sekenge ya zamani, ambako palikuwa na lami pale, kabla hujaanza mteremko, ndo lami ilipokuwa inaanzia magari yote ambayo mtu ana mashaka nayo alikuwa anapaki pale. Mimi nachunga, nikatembea taratibu, nimeona gari limepaki, nikaenda pale, nimefika pale, nikakuta mechi inaendelea. Mechi inaendelea, mechi yenye mvuto, dabi inaendelea. Nikabaki pale, naendelea mechi na ikawa na matokeo mazuri, imeisha tu mechi na matokeo mazuri, imeisha tu mechi, imeisha tu mechi, imeisha tu mechi. Likapigwa lile tangazo la Radio Tanzania ndindindi ndi, ndi. Wale wote walioomba kujiunga na chuo kikuu wanaarifiwa kuwa muda wa nyongeza wa kulipia mtihani wa kujiunga na chuo kikuu unaisha Jumatano. Kumbuka bado siku tano muda wa kulipia mtihani wa chuo kikuu uishe. Kumbuka siku za nyongeza zinaisha, ikatajwa tarehe. Mimi zile za kwanza sikusikia, hii nyongeza ndo naambiwa hapo. Niko machungani kilomita karibu 45 hamsini, kambi ya mifugo na nyumbani, nikapeleka kwanza mifugo kambini, nikaenda kijiji cha jirani kutafuta mtu aje asubirie mifugo pale, nikaenda kumwazima rafiki yangu amesigiri pale akaenda al alale kambini kwa sababu niko na mtoto mdogo tu, alale pale kambini. Nikaondoka kwa mguu kilomita karibu 35 kwenda kijijini, nimetoka saa mbili na nusu nimefika kwenye saa sita na nusu usiku kwa mguu. Nimefika pale kijijini, kwanza ule mshangao, familia nzima wanajua kuna uvamizi umetokea labda kambini, kwa sababu mkuu wa kambi ndio kafika hapo naini usiku Kabla ya salamu naulizwa nini, salama kweli huko? Naambia kuko salama baba. Nini? bado siku nne natakiwa nikafanye mtihani wa kujiunga na chuo kikuu baba, na shilingi 800 zinatakiwa, elfu ishirini. Kesho yake Jumapili tulitafuta kijiji kizima kuwazima, elfu ishirini haikupatikana. Hapa kwepo na familia moja ina elfu ishirini Baba kanaambia kamwone binamu yako Singida Nika. nimefika Singida, katio simu wazipo, naambiwa binamu yako alienda Ruko, amefuata mahindi, anatarajiwa kurudi Jumatatu. amna simu. Mungu mwema, Jumatatu kweli binamu kafika, akanipa hiyo elfu ishirini. Jumanne nikaenda kulipia mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. hii nchi ina, ina, ina watoto wa Kitanzania ambao wako kijijini pale, ukimwambia tu tuma, ana 1G kwenye kijiji hicho, ndio. Sio watoto wote wanaohitimu wanaishi mjini, ndio. Kwa hiyo haya mambo ya, ya ajira kwa vijana tutaongea kwa mapana yake, ndio maana mheshimiwa Rais kaunda wizara rasmi, wizara ya Vijana, tutaongelea hayo yote kwa mapana yake vijana hatuna haja ya kuchukua njia hii, tutaongelea hayo lakini mheshimiwa Rais anaweka nguvu kubwa hapa. Kuna kitu wa Tanzania lazima tukielewe, kwa, kwa uzuri wake, tukielewe kwa uzuri wake. Tukienda kwa kukikinzanisha hivi, hakuna siku tutaushinda umaskini, tutaishia kuchukiana. Private sector. Private sector. Tukiendelea tukiendelea kuamini private sector ni adui na tukaenda na utaratibu tulioamini kwamba kila mmoja anatakiwa awe serikalini, hatutaushinda umaskini. Tukiendelea wasomi wote walioko serikalini wasomi wote walioko serikalini kuona wasomi waliojiajiri kwenye sekta binafsi ni substandard, kwamba wale ni daraja la chini, hatutaushinda umaskini, hatutaushinda umaskini. Daktari Samia amebadilisha sheria ya zamani. Ilikuwa mkandarasi mwafrika mtanzania hawezi kupata mradi mkubwa, yeye anaruhusiwa tu kupata mpaka asilimia thelathini, nadhani inaitwa subcontract eti local content sema, miaka sitini, miaka sitini tunawezaje kuwa na maengineer ambao hawawezi kujenga hata kilomita moja ya lami? Miaka 60 kweli? Kwamba tuna maengineer wana makampuni hayawezi kujenga, hayawezi hata kuweka barabara ya udongo. Kwa hiyo sisi tunahangaika kutafuta fedha na kuwapa watu wapeleke kwenye nchi zingine faida zote zile wanapeleka. Hivi mnadhaniki kwamba watu wanajenga barabara bila faida? wanatekeleza miradi ya, ya maji bila faida? wangefanya hivyo eh? wanapeperusha fedha zetu, wanapeleka kwenye nchi zao, wanapeperusha utajiri wa nchi hii, wanapeleka kwenye nchi zao. Na mimi ili hata siogopi, Mungu kampa kila mtu nchi yake, wala sio ubaguzi. Tanzania ni ya Watanzania zamani tulikuwa na mainjinia watano wa madaktari wa wawili, sasa tuna prodakti za mainjinia tangu vyuo hivi vianze kuzalisha. Rais Samia ametengeneza sheria inayomruhusu mkandarasi wa Kitanzania kupata mradi mkubwa na wale wageni waombe subcontract kwake. Watanzania, hili ni jambo la kuliunga mkono. Hili litatengeneza ajira za watoto wa Kitanzania. hili litatengeneza litatengeneza ajira litatengeneza makampuni makubwa yanayowaajiri litatengeneza fursa kwa vijana.